Naam, karibu sana, karibu sana kwenye kompyuta na Chaz na jina langu naitwa Chaz na leo tunaangazia historia ya Sam uh, Altman mtu aliyehusika moja kwa moja na maendeleo ya ChatGPT kupitia kampuni ya OpenAI. Naam, huyu Sam uh, Altman ni nani? Uh, Sam Altman tunaambiwa kwamba ni mgunduzi mkuu wa ChatGPT na maisha yake ya awali, jina lake kamili anaitwa Samuel Alice Altman, alizaliwa Aprili 22 mwaka 1985 mjini Chicago, Illinois Marekani. Alikulia St Louis, Missouri. Alikuwa na uh, uh, uh, um, uh, hamu kubwa ya kompyuta tangu utotoni na alianza kutumia kompyuta akiwa na miaka nane masayansi ya kompyuta, yani computer science katika chuo kikuu cha Stanford lakini aliacha masomo baada ya mwaka mmoja ili kuweza kuanzisha eh, safari yake ya kibiashara. Na safari ya kibiashara ya, ya, ya, ya Sam ilikuwa ni mwaka elfu mbili na tano akiwa na miaka kumi na tisa alianzisha kampuni ya teknolojia itwayo, uh, Loopt, yani app ya ushirikiano maeneo au location uh, Lupti baadaye ilinunuliwa kwa dola za, uh, za Kimarekani milioni 43, na kampuni ya Green Dot. Mwaka elfu mbili na kumi na mbili alijiunga na Y Combinator uh, kituo cha kuendeleza uh, startups ambapo uh, alikuwa uh, uh, mamia ya kampuni maarufu kama uh, Airbnb uh, Dropbox Uh, ledit na uh, uh, uh, spite. Uh, mwaka elfu mbili na kumi na nne aliteuliwa kuwa rais wa Y Combinator. Kuanzishwa kwa Open AI mwaka elfu mbili na kumi na tano. Sam Altman alishirikiana na Elon Musk, eh, Gray uh, Brockman na wengine wengi kuanzisha OpenAI. Lengo lilikuwa ni kuunda AI salama kwa manufaa ya wanadamu wote, si kwa faida ya mtu mmoja au kampuni. OpenAI ilianza kama uh, shirika lisilo la kibiashara. Na mwaka elfu mbili na ishirini, OpenAI ilizindua uh, GPT ya tatu, mfano wa lugha uh, mwenye uwezo mkubwa sana lakini mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, OpenAI ilizindua uh, Chat GPT, toleo lililotumia Chat GPT ya 3.5 ikiwa na uwezo wa kujibu kama binadamu na mwaka 2023 walizindua ChatGPT ya 4, yenye uwezo wa kuchakata maandishi na picha. Sam Altman amekuwa mwenyekiti wa na uso wa OpenAI, akieleza maono ya AI salama na yenye manufaa. Maisha ya binafsi na maono: anaamini AI ni mojawapo ya teknolojia kubwa zaidi kuwahi kutokea duniani kujihusisha pia na miradi ya nishati mbadala na usanifu wa jamii za baadaye. Amewekeza kwenye miradi ya kiteknolojia, AI na hata afya. Alifanya ziara duniani mwaka 2023 kuzungumza kuhusu athari za AI. Alifika nchini, alifika nchi nyingi zikiwemo Kenya, Nigeria na India. Nukuu maarufu kutoka kwa Sam Altman ilikuwa ni The best way to predict the nature is to cause it, kwa maana njia bora ya kutabiri kesho ni kuisababisha. Eh bwana, jina langu ni Charles na hii ni historia fupi ya Sam Altman, mmiliki na mtengenezaji wa AI almaarufu kama ChatGPT. Naitwa Charles, endelea kusubscribe, comment na kushare kwa hicho ambacho tumekifanya leo